Karibu kwenye disi ya Msikiti wa Majini, na hii ni sehemu ya nne. Usiku ule kijiji kilikumbwa na ukimya wa ajabu, hata upepo haukutikisa majani, na mbwa waliokuwa wakibweka kila siku usiku walionekana kuwa kimya kabisa. Lakini ndani ya Mzee Abduli, moyo wake ulikuwa na mzigo mzito, na kukuwa na dalili za Amina wala Yusufu. Msikiti yule sasa ulionekana kutisha zaidi kuliko kawaida. Kila mtu aliepuka hata kupita karibu nao, hata mchana, achilia mbali usiku. Lakini mzee Abduli alijua jambo ni moja tu, hakuweza kumwacha mjukuu wake kwa majini. Siku iliyofuata alimtembelea mzee mmoja aliyekuwa mtaalamu wa masuala ya kimila, Shehe Jafali, mtu aliyewahi kusikika kuwa na uwezo wa kuwasiliana na ulimwengu wa majini. Na alipofika kwa Shehe, alikuta mlango wa kibanda chake ukiwa wazi kama kwamba alikuwa akimsubilia Shehe Jafari alimtazama Mzee Abduli kwa macho makali, kisha akasema kwa sauti nzito, najua kilichokufanya uje, lakini safari hii si rahisi, Abduli. Umewachezea wenyewe. Mzee Abduli alitetemeka kidogo, lakini alijikaza kisha akasema nataka kumwokoa mjukuu wangu Amina wa tafadhali nisaidie. Shehe Jafari alifunga macho kwa muda, kisha akasema taratibu, msikiti hule haukuwa wa binadamu tangu mwanzo, umejengwa na majini ya kale kwa ajili ya ibada zao, na walikuwepo kabla yetu na wataendelea kuwepo, lakini tatizo ni kwamba sasa wanataka kitu zaidi, Shehe Jafari alisema. Mzee Abduli aliuliza, wanataka nini? Aliuliza kwa sauti ya hofu sana. Shehe Jafari alifungua macho yake na kusema maneno yaliyomfanya Mzee Abduli atetemeke kwa hofu, wanataka damu uroho nyingine badala ya wale waliowachukua. Ili kupata hadithi na simulizi zaidi, usisahau kusubscribe na kulike, kushare na comment. Ropai TV, hadithi za Ropai. Na hii ni sehemu ya nne, sehemu ya tano inakuja.